Huyu mzee amekuwa baraka sana kwenye kanisa lakini pia na kwenye tawi letu tulilolifungua kule juu. Amekuwa wa baraka sana na amekuja na binti yake, si mnamfahamu jamani? Unaona alivyojinyosha eh? Mungu amemtendea kwa hiyo mzee amekuwa rafiki yetu, amekuwa akitusapoti, amefanyika baraka, na wala siwezi kusema mengi, lakini tangu nimemfahamu tumeendelea kuomba naye na familia yake, nimemwona Mungu kwa ajili yake. Naomba nimkaribishe aseme kile ambacho natamani kusema. Karibu sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Bwana asifiwe sana yes. Mi naitwa Hekima Ninapenda ni kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji wenu, na mimi pia ni mchungaji wangu. Mimi ninasali kanisa la Calvary Temple pale Arusha, lakini kwa neema ya Mungu nilikutana na mchungaji kawa rafiki yangu na mpaka sasa hivi tunaendelea na urafiki mzuri, lakini katika kumtumikia Mungu majira, nimemfahamu binti yangu huyu Debora amepita katika changamoto na katika changamoto hizo zilipelekea mimi kumfahamu mchungaji, na kwa ajili hiyo nikawa nimezungumza na mchungaji wangu Philip David pale Calvary Temple. Kwa hiyo akaniambia huyo mchungaji ni mtu sahihi, acha aendelee naye. Sasa kwa sababu kuna jambo ambalo Mungu amelitenda kwa binti yangu, nina ujasiri wa kusimama kwa kweli kumwamini Mungu. Niliwahi kusimama na neno la Mwanzo kumi na nane kumi na nne wakati Sara anaelezwa kwamba atapata ata, ata, ata uzao wa kwake, lile neno kwake lilionekana kama haliwezekani. Kwa hiyo na mimi pia neno hili, kila nikimwangalia huyu binti alivyokuwa anaendelea, nilikuwa najitia nguvu katika hilo neno kwamba hakuna neno lililogumu kwa Mungu. Basi kwa sababu yuko hapa, atashuhudia kwa kifupi changamoto aliyopitia na mimi nimelithibitisha neno hili nililotangulia kulisema mwanzo 18:14. Amen. Kwa Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Debora Hekima nimeokoka, hmm. Nampenda Yesu, napenda kumshukuru Mungu siku ya leo kusimama hapa mbele yenu kumshuhudia Mungu kwa matendo makubwa alionitenda katika maisha yangu. Namshukuru Mungu kupitia Mchungaji Erasto amenisaidia sana. Nilikubali nikaja, akawa ananishauri ananiombea, nikawa naendelea kumsikiliza. Namshukuru Mungu, namwona Mungu amenitofautisha kwa viwango vikubwa sana. Mimi ni yule ambaye nilidharauliwa nikaonekana sifai, lakini namshukuru Mungu. Mungu amenisaidia sasa hivi, nami nathaminika kwenye jamii, naonekana ninaweza, nikasema jambo nikasikilizwa mimi nilifikia hatua mpaka wadogo zangu wakawa wananidharau wananiona wanani wana, yaani ufai maana hawaoni cha kuiga kwangu kama dada. Namshukuru Mungu, kuna changamoto nilizipitia, lakini kupitia Mchungaji Rasto amenisaidia. Sasa hivi na nami naweza kusimama mbele ya watu nikaonekana kwamba nikaonekanaamba nami kweli nimekuwa thamani nimethaminika. Oh, katika changamoto hizo nilipitia changamoto mpaka ilimlazimu ili baba yangu anipeleke soba. nilikaa soba kwa muda wa miezi minne Njiro kule, kutokana na maisha ambayo nilikuwa nikiaishi yalikuwa sio ushuhuda mzuri mbele za watu. Pia kupitia changamoto nilizozipitia, ilibidi baba angu na mchungaji wa kae ili niachishwe kazi. Kwa hiyo nilibidi nikaa nimeachishwa kazi, nilikuwa nafanya kazi kule Mtoa Mbu lakini namshukuru Mungu kupitia wao wao, wamebidi me, wamenisaidia. Maana kama wasingefanya hivyo, leo hii nisingekuwa hapa, ningekuwa nimepotea kabisa. Pia kwenye changamoto nilizozipitia, nilipata mtoto, nilipata mtoto nje ya mapenzi ya Mungu, lakini ule mtoto yule sikuweza kukaa naye, maana alikuwa ni premature, mtoto alikuwa na kilo 1.5 kweli, lazima lazimu mtoto achukuliwe analelewa kwenye kituo cha watoto kule Karatu. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa kwakuwa sasa hivi yule mtoto anaendelea vizuri, ni mtumishi, maana naye anaitwa Joshua, ni mtumishi wa Mungu, anaendelea vizuri. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hiyo amen. Lakini pamoja na hayo, mpaka navyoongea, yaani baba mtoto mimi simfahamu. Ilifikia hatua mpaka sasa kwenye chiti cha mtoto Babangu alitaka aandikwe jina lake kwamba aitwe Joshua Hekima. Shangazi yangu akamwambia aitofaa ni sawa sawa umezaa na mtoto wako. Kwa hiyo kabidi sasa kakaangu mjomba wake aseme basi niandike ni mkoa anaitwa Joshua Kennedy. Lakini mimi namwamini Mungu kwa kuwa hakuna jambo linaloshindikana kwa Mungu. Hata kama nimempata mtoto lakini bado naamini na mimi iko siku Mungu atanipa wa kwangu ambaye atampenda na mtoto wangu na kumjali. Namshukuru sana Mungu kwa kuwa kweli mimi mwenyewe sasa hivi nimekuwa na amani, maana nilikuwa sina amani kabisa. Yaani hata ningekaa nyumbani nakuwa nakosa amani. Pia mimi yani nini, kuna wakati nilikuwa ni mpaka kuna wakati ilifika nikawa ni yani nimejikatia tamaa. Nikasema nini tena kuishi? Bora tu nijinyonge nife. Mpaka nikawa nika nikawaza nikanunue dawa ya sumu nijiweke kwenye chakula nife tu, maana sasa sioni tena thamani ya mimi kuishi. Lakini namshukuru Mungu. Nilipoamua kumgeukia Mungu na kumtazama yeye, Mungu amenishangaza. Nimekuwa baraka kwa wazazi wangu, babangu pia mwenyewe hapa ni shuhuda. Pia nina ndugu zangu waliofuatana na mimi, ningeomba na wao waje hapa mbele, wakati naendelea kumshukuru Mungu. Ningependa waje. Mimi ndio yule ambaye sikufanikiwa kufaulu form 4. Mimi form 4 nilitoka na dimension zero kabisa. Lakini baba yangu hajawahi kunikatia tamaa. Amenibeba, hakuangalia chochote, hakusema kwamba nimeshamkatia tamaa huyu binti. Lakini amekuwa akimtegemea Mungu, akimtumainia Mungu. Na leo hii na yeye amesimama pamoja na mimi akimshuhudia Mungu, akimshangilia Mungu kwa matendo makubwa alionitendea. Pamoja na hayo kwamba sikufaulu form 4, lakini baba yangu hakuchoka alinipeleka VETA nikasoma mambo ya hotel management, nikawa nimemaliza, nikafanya field vizuri, ikafikia hatua sasa ya kuandika barua kuomba kazi. Kwa akili zangu nisingeweza kuomba kazi, maana hata cheti cha form four sikupata, nilipataga tu living certificate. Lakini baba yangu haku, hakuwahi kukata tamaa, akanambia tulia nyumbani mwanangu, nitakutafutia kazi. Kazi yenyewe ndio sasa nikaja kwa nimekuja kuachishwa kazi lakini bado namtegemea Mungu. Mungu atanipa kazi, na itawashangaza sana wengi wale walionidharau. Mungu siku moja ataniheshimisha. Nilikuwa sawa sana ule mwana mpotevu alipewa fedha na babake akaenda kuzitapanya, lakini mimi nimeamua kumrudia Mungu na kumtegemea Mungu, maana kwa akili zangu sitaziweza. Kwa niko mbele zenu kumshukuru sana Mungu kwa mambo yote aliyonitendea leo. Ningependa kumuomba nimpe baba aongee. Bwana asifiwe. Tumetakiwa kuongea kwa kifupi kwa ajili ya muda. Kwa kweli ushuhuda huu ni mkubwa sana, hatutaweza kumaliza, lakini yatosha tu kuelewa kwamba kwa wazazi ambao tuko hapa na hata vijana ambao wako hapa, tunapoondoka katika uwepo wa Mungu, tukaenda kama dunia inavyotaka, kwa vyovyote tutaharibikiwa. Na huyu binti yangu nasema tu ni neema ya Mungu imesababisha, lakini alikuwa miongoni mwa wale waliokuwa wameenda shimoni. Amegeuka kwa sababu alikuwa akae nyumbani. Hata hapa alipokuja, alikuja akakaa kwa shangazi yake, na ndipo mchungaji alivyoniambia muache akae na huyo mchungaji, Mungu atamsaidia atatoka. Kwa hiyo kweli amekuja. Hata alivyokuwa hapa, ilifika mahali mchungaji akaniambia, lakini usiogope, usiogope, haya mambo yana mwisho wake. Kuna siku itafika, kuna siku itafika. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba amefanya kwa habari ya huyu binti. Kwa kweli, hata mimi nasikia amani moyoni kwamba ni mabadiliko ya kweli, kwamba amebadilika na sasa anaendelea katika ile njia ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Wazazi wengi wamepata shida, mtoto anapokuwa ameenda kinyume, wameingia kwenye shida, wakamwacha Mungu kabisa lakini kwa kweli Mungu amenisaidia mara zote, neno hili la Mwanzo kumi na nane kumi na nne lilikuwa linaimba kwenye masikio yangu kwamba Mungu ashindwage. Mchungaji Erasto amekuja, amekuwa rafiki yangu, amenisaidia na kwa kweli amenitia moyo sana. Mungu awabariki kanisa, najua pia mmeshiriki kumhudumia huyu binti na najua mtaendelea kumhudumia kwa sababu sasa yuko nyumbani mwa Bwana wako. Ndugu zangu wa Nkure wako hapa TJ Nkure, ni ndugu zangu. Nafurahi kumuona mama pale, lakini nafurahi kumuona mama pia pale. Nafurahi kumuona mzee amekuja, na nafurahi pia kumuona binti yangu pale. Kwa hiyo kwa kweli ni furaha kubwa sana, mchungaji. Mungu akubariki na shangaswa na rehema zako Yesu. Asante, asante kwani nashangazwa Jamani, bwana Yesu asifiwe. Ah, uh, mimi naamini huyu binti amepona. Udhibitisho wa kwanza usioufahamu, hajawahi kuongea. Narudia tena, kwa muda wote tuliokutana na Debora mahali popote, hata ningetumia jitihada zangu zote, binti huyu hajawahi kuongea lakini leo anaongea, nasema hivi kanisa, kama imetokea kwa mtoto huyu, Mungu huyu ashindwi na jambo lolote. Debora hajawahi kuongea iwe ofisini iwe mahali popote, leo anatililika na anasema yale yote yaliyotokea na yaliyompata. Kuna kitu hujakielewa, anasema yeye mwenyewe amjui baba wa mtoto. Unaweza ukashangaa kwa dada kama huyu mwenye ufamu wake anakuambia ajui baba wa mtoto. Na ndivyo ilivyo. Yesu, nitazidi kukutumikia. Nasema hivi, walete wenye shida na wenye mahitaji, huyo Yesu atawahudumia. Baba huyu ninaomba kanisa muwe wati huyu baba kupitia mtoto huyu na mambo aliyoyapitia, alikuwa na pressure mbaya sana, na nilianza kumtia moyo na kumwelekeza namna ya kumtegemea Yesu peke yake. Lea ana furaha na namna ambavyo Mungu amemponya mtoto huyu kwa kweli, ni Mungu, sio jitihada za mtu, ila Mungu amefika mahali akafanya. Na mimi ilikuwa inanipa shida, mzee huyu ametoa kiwanja ndo kuna kanisa tawi letu, alafu anapitia kwenye changamoto ya namna hii. Debora, Mungu akubariki wewe, ni shangazi wa binamu yake ameshakana Debora sana tayari anatoa machozi yani, haelewi kinachoendelea, lakini Yesu ni wa kushangaza, jamani. Jina la Bwana Yesu barikiwe, Bwana apewe sifa. Naomba mgeukie huku, njoo hapa Debora, kama ulivyosema, Mungu atakuheshimisha. Nyosha mikono yako juu. Kanisa, naomba tusimame. Tumwelekeze binti huyu mkono. Kama shetani alivyokutumia, Mungu atakutumia zaidi. Yesu, uwezaye kufuta aibu za watu, binti huyu sasa anakwenda kushangaza, maana ni wewe umefanya, aibu zote zinafutwa juu yake anakuwa wa thamani Yesu asante kupitia huyu ukawaponye wengi kwa jina la Yesu asante Bwana Yesu asante kwa neema yako asante kwa uponyaji wako asante kwa utumishi wewe, Yesu ndio tendaye, na ninajua baada ya sadaka ya shukrani shetani atakasirika, lakini kila mbinu atakayoipanga na ibomoa leo naiangusha, naivuruga, na mgonganisha, nagonganisha na ufalme na wake hautafanikiwa katika jina la Yesu Kristo, tuseme amen. Mungu akubariki mwanangu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Jamani, tunamshukuru Yesu. We, unajisikiaje? Mwambie mwenzako unajisikiaje? Hii sasa ndo maana ya siku ya leo ya kumshukuru Mungu. Uliyebaki naomba uje. Naomba uje.